Kwa majina naitwa muhifadhi mwandamizi Felista Severini Bayo, anayeshughulikia masuala ya utumishi na utawala, shamba la miti Sao Hill, wakala wa huduma za misitu Tanzania. Ya kupitia mwaka wa fedha 2025 2026, shamba la miti limeweka mkakati wa kudhibiti moto katika maeneo yake yote ya ya uhifadhi ikiwa ni tarafa zake zote nne pamoja na makao makuu. Kwa hiyo, wakati tunaelekea kipindi cha kiangazi, shamba limejipanga kuajiri watumishi wa muda kwa ajili ya kudhibiti na kupambana na matukio dhidi ya moto. Hivyo tumeweza kutoa matangazo kwa ajili ya kutekeleza mpango huo kuwaita wananchi mbalimbali kutoka maeneo mbalimbali kuja kufanya kuomba kazi za muda za udhibiti wa moto, na maombi yote tumepata jumla ya maombi mia tano arobaini na mbili, lakini shamba lina uhitaji wa watumishi wa muda mia moja tisini na mbili katika kipindi chochote cha kiangazi. Kwa leo tuko hapa makao makuu ya shamba ambapo tumeanza rasmi uzinduzi wa usahili Tutakuwa na usaili wa vitendo yani kupima utimamu wa afya kwa waombaji wote, na tuna jumla ya wa waombaji mia moja ishirini na moja ambao wao ni kwa ajili ya makao makuu ya shamba kitengo cha ulinzi wa msitu na tarafa ya pili Hefu. Kwa hiyo tumejiridhisha kwa hao ambao tuliwafanyia usaili leo wale waliopatikana wamekuwa wako timamu vizuri, lakini ni wito wetu kwamba uh, wale hata ambao hawakufanikiwa pamoja na wananchi wote katika vijiji vya jirani, uh, matukio ya moto sio kwamba tu ni kwa ajili ya vikosi tu ndio wanaopaswa kuyadhibiti, ni wananchi wote kwa ujumla, wale waliofanikiwa kwenye usahili, ambao hawakufanikiwa, na kila raia yoyote, kwa sababu ni muhimu, na athari za moto sio kwamba litakuwa ni kwa ajili ya shamba tu au misitu ile ya kupandwa, athari yake ni pana, na kwa sababu hiyo tunatoa wito kwa wananchi wote kuendelea kujitokeza katika kudhibiti matukio moto pale ambapo yanapojitokeza. Hawa vijana ambao wamechaguliwa hapa tumewatrain kwa ajili ya kwenda kuwaongoza hao wananchi wa, wa, ambao wanalizunguka shamba la miti Sao Hill. Kwa hiyo nitoe rai kwa wananchi wote. Hao vijana ni wachache sana. Kwa hiyo tushirikiane ili tuweze kulinda misitu yetu. Vile vilevile nipende kutoa shukrani zangu kwa meneja wa shamba la Sao Hill, ambaye ametoa hii fursa kwa vijana kipindi hiki cha kiangazi ambacho naenda kukabiliana na masuala ya moto. Tuwe, tuonyeshe ushirikiano baina ya viongozi na wananchi ili kudhibiti hili janga. Usaili umefanyika vizuri, wapo ambao wamepata na ambao wamekosa, na pia tume, tumeambiwa kwa wale ambao wamekosa watapata kazi nyingine, kwa sababu kazi zingine zipo za mashambani za pato zipo nyingi. Tunashukuru TFS kwa kutujali. Asanteni.